Umefanyia rafiki yangu nini. Kwa nini ah, mnataka aongea vitu za uongo. Nita sema, niache, lakini niache tafadhali. tulikutana tu na Gloria akaniambia tunaweza kupenda kwangu. Ahe, nipe pesa yangu, nipe pesa yangu, pesa, pesa yangu yangu. Mishel, hakuna msamaha na kusamea mimi. Nataka pesa yangu sai, sai, Mishel. yeah. Yeah. Thake, yeah. Miezi mbili unaona ukweli. Awa manyangu wa mimi ndo nimewaeka huku hii Nairobi, pesa yangu nimetoa. Guys, hapa tumeambiwa na daktari na tuletea mtu na amefika hapa. Nataka tuzungumze maneno ishe. Uko aje sister? Niko poa. Poa. Unaitwa nani? Naitwa Michelle Michelle. Michelle, unajua huyo? Eh. Unamjua? Eh, huyu ni rafiki yangu kutoka yeah. zamani. Ni rafiki yako mm. Eh. Hey. Okay. Na ni Ann, unamjua huyo? Kabisa. Namjua na miaka mingi tulikuwa tunasoma na yeye. Nayeye mm. mm. Namjua kabisa. Ni rafiki yangu kabisa kabisa. Mm. Mm. So wewe ndio ulitumia kunini kununua shamba? Nihakika. mm. mm. Ni kwamba ulitumika kununua shamba na, na nanina Ann akiwa Katari. hey. mm. hey, u... nilisaidia Ann kabisa na ukanunua. Eh, nikanunua na nikamletea pepa za kusaini pia, kampani ikasaini pia eh. Mimi nilisaidia Ann vizuri sana, alafu nikamwambia nipatie kitu kidogo, at least ndo niweze kuprosesi kitu haraka haraka. Na Ann alipata shamba yake, iko kule Kiambu inakaa vizuri na ilikuwa nakupigia simu huku unapokea kwa nini kutoka kuja saizi, anasema amekaa um, hapa one month anakupigia ushiki simu upatikani. Uh, ni venye nili change number eh e, nilikuwa yeah, na yeah, issues kiasi yeah, nikaona ni change number. Nimekuwa nikitafuta namba ya Ann sana kwa sababu nimekuwa nikimtafuta nikitaka kujua namba ikubaki kwa simu yako umpigie na simu nyamaze, mbona mnamwingilia hawa? na ni rafiki yangu, ni nini, simtulie kwanza. umesema umesema unaitwa? Naona, sister, sikia kwanza, hujui mambo inaendelea hapa, haina haja hata ujibizane na hao. mambo inaendelea hapa ni hivi, nani ana ameleta malalamishi na malalamisha ameleta anasema, mm -hmm. kwamba alinunua shamba na shamba alinunua, amekuja amekuja na title deed hiyo. hey, hey. Huyu e, pia ni mwenye shamba shamba <laughs> aliuziwa na madhe ya kuuziwa ya shamba na mada, alipewa hii, ilikuwa propati yake kwa sababu mada alikuwa anajaribu kumdanganya e, propati yake ai anaweza yeah. kuelezea mwenyewe Joju, unaweza muelezea mambo venye ilikuwa labda akuelewe, ndio tujue vizuri o, okay. kulienda hivi hmm. kuna familia nilikuwa nimedil nayo mbeleni like nilikuwa na mtoto wao in a relationship wakanikon sasa mimi nikafikia propati zangu. Huyo msichana venye nilijua alikuwa amekuja tu kunidanganya maishani, nikamtupa. Sasa, sasa sasa, hii shamba ilikuwa propati yangu, yes, it's my propati. Nikatoa kutoka kwa mama, nikafanya nika, venye nilifanya shamba ikarudi, shamba ni yangu. Nyinyi mnataka kujua venye shamba ilifanyika ama venye shamba ni hey, mnataka kujua nani mwenye shamba? Na ni bradha wangu. Sasa si mali ni yetu. Eh, unasikia nikiongea ama ni wewe ndio unaongea? Sasa ndio nimekuja kushangaa, imekuja aje ikakuwa shamba ni yenu? kazi Muno... wati, namba. Wengine. No, iyo, sasa. Sio leo utaibia, uta rusha tu mdomo. Nyamaza, hiyo shamba si yenu. Hiyo shamba mimi nilinunua mimi mwenyewe na pesa za, nikamletea hadi title deed, mnataka kumnyang'anya title mm. Didenye mimi mwenyewe nilifanya imagine. All I could ndo wapate. Okay, ni sawa, ni sawa sikatai, niko tu na swali moja uli, alikutumia pesa ukanunua. hey, hey. Sawa yeye ye, sina shida na yeye alituma pesa hmm. Wewe mwenyewe ulinunua kutoka kwa nani? Mimi nilipatana na Gloria akaniuzia shamba. Gloria, mgani huyu? Si Gloria tu mmoja, nyinyi mko nini, mnajua Gloria nisi, nimesikia sijui mnasema madhe sijui bibi sijui nini hadi. hey, hey, hiyo story yenu sielewi. okay, okay, kwa hiyo familia hiyo bado tunasema. hey, hey, madhe kuna yeah, mtu yeah, anaitwa Gloria yeah, nataka yeah, tujue kama ni yeye ama yeah, si anakaa, unaweza tuelezea penye anakaa Gloria ni mbigi hivi

<laughs> shamba alipewa na si bradake. Yeah. Bradake nalipea shamba naiko. Na mimi mwenyewe mimi mwenyewe na pesa za Ann. Hey. Nilienda kwa pesa Gloria. Na tuka process kila kitu na title deed. Ana kasaini na pia Gloria kasaini. Na pesa yake, mtu alikuzia shamba ni Gloria. Hakuna mtu mwingine alikuwa hapo kando na Gloria? Kuna mtu mwingine alikuwa hapo mkiuzia nao shamba? Hakuna.

tumeongea hapo we, tukasema tuongee tu tusipigane. We ndo mwizi we, kwanza unajua nini? Um, uh, kwa yeah. yeah. ku shamba yeah. yeah.

Wewe nimekuibia nini wewe? nimekuibia nini? Nimekuibia nyamaza wewe, uko na adabu? Ni mdogo na kazi ni kurusha rusha tu huko mdomo, wewe ni mdogo na mdomo kutafadhali huyu hapa hey, mbona ananiita mwizi lakini? Na niwaambie, usimwite mwizi tafadali, akijaribu kutamka hiyo jina tena, usijaribu mwizi mwizi, nini? Ninyi ndo wezi mnataka kune, kwanza dimnaitwa nani mkisema mko na property Mwingine hapa mwanaume anasema hey, ametoka UK. hizi si juu ya hiyo, wewe acha. so, so, so, you know <laughs> tunyamaze tupe mm, mm. daktari basi nafasi ya ongee mm. Tafadhali tuache vitu za hasira, unajua nimekuambia nani, tuache vitu za hasira tafadhali. Unajua hii mambo ambayo tunafanya hapa, hii si kusuluhisha na ndio maana unaona hata mi nimenyamaza na msichana, ningependa nikuulize tu kitu hey, mambo ambayo unaongea ni ukweli? E, ukweli. Shamba ulinunua? E, nilinunua. Unajua labda hatujaipatana na wewe. Wacha kwanza nikueleze, mimi naitwa Daktari Magongo na kuna... Naitwa Daktari Magongo e. na vile umeniona hapa, najua mi nakuona mpaka kwa roho yako. Hmm. Na... Hmm. Mimi kama utataka nikuaibishe mimi ndakuaibisha tu mbele ya watu ha, huyo ya. Mimi ningependa tu uambia rafiki yako ukweli ya kila kitu. Ukweli gani? Ukweli ni kwamba mimi nili, nilitafutia anshamba hmm. Nikamnunulia na nikamprosesia kila kitu mpaka title deed. Sasa mimi sielewi kitu yenye inaendelea hapa. Timu nasema tumeiba tumeiba, mwingine huko ananitamwizi sijui nini sijui nininini ah. Nashangaa unajua. Na wacha nikuambie, msichana, kitu huyu rafiki yako Ann ana makosa, sababu nikiangalia kwa darubini zangu, pesa alitoa na shamba ali, pesa ya shamba alitoa, lakini ujanja ilitokea mahali, na mimi nataka mwenyewe uongee ukweli. Ujanja gani? No, mwanaume sianyamaza. Shida yako ni nini? Ama hadi unatibu watu? Sielewi unasemaje? Kwa sababu hmm. mimi sioni ujanja mahali kila kitu iko sawa, kila kitu. Na shanga mbona ana ja kuja na nini, anataka kuninyang'anya? Unaamini huyu rafiki yako sana yeye? Hey, na na. Mm -hmm. Tumepitia Mbani. mashida n... nyingi mm. So msijaribu kumwingililia mm. danganya mm. kwa mfano mambo iende ibadilike, ikuwe tofauti, uta, utachukulia aja Haiwezi ya... kuwa tofauti, haiwezi ha ha ha mm. ha kuwa tofauti. Wewe mm. mm. unamwamini kabisa, ntajua kudili nayo mm. mm. utadili nayo tu kwa hivi, kwa hizi ni makelele ni ani. Mm, na hii asira tena zaidi mm. mm. justaki kunyanganywa, sababu mi nataka nikuonyeshe kitu na sababu unajua umenidharau kabisa, jambo la kwanza. Sababu unajua nimekuona vile tu unanichukulia, una ushanidharau kitambo, sababu unaona ni kama mimi ni mwizi, nimekuja hapa ili tuungane kukuibia Bumma shamba na e, kama mwizi na mimi. Nataka tu nikuonyeshe vile mi wanafanya kazi yangu, na unajua mimi nikiongea utaona ni kama ni mambo yangu nimepanga mimi. Nataka Nataka mtu mwenyewe ajiongee. Mmepanga kuibia Ann. Mnapanga kuibia Ann. Hakuna mtu anataka kuibia Ann. Hakuna mtu anataka kuibia Ann. Ati eh, mbona basi mnaleta mtu anakaa mwizi huyu? Hapana, huyu wewe akai mwizi, huyu ni daktari. Anajifunika. Eh. Eh, daktari wa nini? Si daktari wa kienyeji tu. Eh.

Niache, niache, lakini niache. Hey, usiongee kitu ya uongo Michelle. Unasema utaongea nini vitu za uongo?

kutengeneze hapa. Unajua, wewe ni wewe ni mtoto mdogo sana ukijaribu, kupishana na mimi matusi mingi, na unajua ukweli. Si unajua ukweli mwenyewe?

<laughs> <laughs> Pole ya, ya, ya niniyaiiyaiya nini nini, nini? nini? <laughs> Iii, nini yo unataka kuniambia wewe? hmm. Ilikuwa nataka kukunulia shamba lakini ikakutana na <laughs> <laughs> hmm. Na, na, Gloria akaniambia mm-hmm. wako na shamba lakini tunaweza kukona. Sasa maneno ndio hiyo. Enda huko, enda kwa rafiki yako. Mbona ulinifanyia hivyo na hiyo kungangana hata Michelle. Kwa kupenda kwangu. Ni, nini, Michelle? Pole. So vile minikutumia dodi upe watoto wako chakula, unaweza nifanyia nifanyia hivyo na, na kip... Luna... <laughs> mimi rafiki yako pole, iki, na vile nimekutoa bahari yake

Please, iyo pesa yote, iyo pesa yote nitakurudishia. tani kwa nipe pesa yangu, nitakurudishia. sa ngapi? Michelle, nifaa aifana, unaweza nifanyia hivyo kwangu? ni shetani Mamangu, simtumiangi kitu ya. Watoto wako wanakula vizuri juu yangu ya. Michelle unavaa vizuri juu yangu, nipe pesa yangu, nipe ya. Pesa yangu, Michelle, Michelle, nipe pesa yangu, nipe pesa yangu Unapigia nani magoti wewe huko, huko, dada? Nataka anipe, so nataka nataka pesa, pesa yangu hiyo. Miaka ni mingi nataka. Mimi kuja tokea huko. Pesa yangu. Sky na yeye. Michelle, unaweza nifanyia hivyo? Unakula Michelle, nipe pesa yangu wewe. Nipe pesa yangu. Kaa hapa tulia tafadhali. Huyu mwanamke anakula mimi. Watoto wake wanavaa juu yangu. Wewe, nipe pesa yangu. Michelle, weka kiti yako huko. Nipe pesa. Sikai na huyu pamoja. Sababu, sababu, unajua kitu ya kwanza mimi ningependa kuambia sababu wakati uliniona Uliende dharau na mimi, ningekuelezea hii mambo ungeniamini. Ndio maana nilitaka mwenyewe aongee, akuambie kila kitu, ili aweze kufunguka na yule muhusika mkuu. Hata sababu, huyu msichana pesa ile alipewa ni kidogo sana. Yule muhusika mkuu ambaye alihusika na hii kesi, ili alitoa hii mipango ya kukukona hii pesa, ndio nataka akuja hapa, sababu yeye ndiye ako na pesa mingi, yeye ndiye alichukua share kubwa. Lakini usikuwe na wasiwasi, ukiwa na imani na umeona vile mimi nafanya kazi, hiyo pesa yako itarudi, kama utatuliza asira chini na hii kiburi ambayo ulikuwa nayo irudi chini, sababu umeona ukweli na umejua kila kitu. Mimi ni kile ningeomba ukuwe mtulivu, ukianza kuleta vurugu, sababu ushajua ukweli kitambo. Hii shamba uliuziwa hewa, hawa watu walikuuzia hewa, na ni kitu ambayo walikaa chini wakapanga na wakaona vile uta, sababu waliona ni mtu ambaye uelewi hii mambo na shamba wakaamua tu kukaa kikundi waone vile watakuibia hii pesa, na mi naona ukweli hiyo pesa ulitoa na ilikuwa ni pesa mingi sana, na ukitulia chini, hii kiburi ishe, mimi ndakusaidia hiyo pesa yako itarudi. Mimi yeah. Daktari, hata hmm. Niko na swali moja tu mm. Niko na swali moja, huyu rafiki yako anajuanaje na Gloria? Juu hapo mimi nilikwama hapo venye nilisikia Gloria, mnajuanaje na Gloria <laughs> Gloria ni nani kwako? kwa, like, mnajuana aje? hiyo tu ndo ningependa kujua <laughs> eh? Gloria ni, ni rafiki yangu tu. Hey. Unajua Mama Gloria, wewe? Mi sijui Mama Gloria lakini najua eh, sijaiona Mama Gloria. Gloria. yake hey, mimi nilikuwa venye a aliniambia nataka shamba <laughs> <Hey. inaudible> Mi sijuani na mama Gloria najuana hey. na Gloria na mamake, mkiuza shamba mama mkibai shamba hauko na mama yoyote hapo. Mimi Gloria aliniambia atanisaidia kufanya kila kitu, na mimi nikasema ni sawa. Mamake alitumia Gloria uh -huh kuuza shamba yetu, hiyo ndo naelewa saa hii, sasa ndo ninakuja kuona. Kwa hivyo wewe ulipatana tu na Gloria Mm. nataka kufanya mm. mimi nataka huyo Gloria afike ili ukweli yote ijulikane, sababu mambo ndio hii imeanza kufunguka, na mimi nataka Gloria afike hapa ili kila kitu iwekwe wazi na tujue vile huyu msichana pia atasaidika, sababu pesa alitoa na pesa ukweli alituma, lakini pesa ilikuliwa. Mimi nataka tutulie kidogo eh, huyu msichana afike hapa ili tujue vile tunasuluhisha hii maneno. Ah, tulia tafadhali, mambo itakuwa sawa. Nilikwambia vitu vya siri tuachana nayo, so unaona ukweli shajulikana. Wewe ulikuwa unalauma watu bure tu, uliuziwa shamba yenye hakuna hata labda, hii taito linyumerarua kitu legit hmm. Lakini Gloria akaniambia ina haja atanisaidia na nitapata pesa, sajuu mimi niko na shida hapa na pale, nikasema hii pia ni deal no, ni deal noma, mi nikaitikia tu. Rafiki yako pia bado alikuwa na kutumia pesa, alikuwa na kupea pesa. Ni shetani, ni Gloria alinidanganya. Mimi nikaomba tutulie tu huyo msichana afike ili tujue vile tunasuluhisha.